si vingine waladhi dalla ala takhsis, na ambacho kimejulisha juu ya kuhusishwa. Huwa nafyu, huwa nafyu ni kukanusha, ambao ni ma adatu, adatu anafi sawa, awil istisna. Annafyu wal istisna, kukanusha na kuvua, ma zaidu nafyu illa katib, ni nini? Istisna mivua bi illa, kwa kutumia illa. Baadahu, baada yake, baada ya kukanusha. Anasema waturuqu alqasri anwa'un fi lithbati waalnafyi, na njia za qasri zipo aina nyingi katika kuthibitisha na kukanusha. So, <coughs> miongoni mwa hizo ni an-nafyu wal istithnaa. Simeelewa. Ma qaimun illa Ali, umefanya qaswir, yaani ilo jambo umelifupiliza, umelishia kwa Ali tu na umelidhibiti kwa Ali tu ma Muhammadun Ha, rasulu eh, au nirudie. Pia adatu hasr, adati ya kudhibiti, adatu hasri, adati ya kudhibiti, ambao ni inama nahwi, inama al a'malu binniyati kwa hiyo umeweka hasru, umedhibiti matendo yote. <coughs> inama dunia ghururun, kwamba dunia ni udanganyifu mdanganyika. Tuna dunia, lakini dunia ni udanganyifu, inatuwadaa. Nafahamu na datu izipo nyingi hapa maeleza Taqdimu ma haquhu ta'khir, katika vipengele ambavyo inaosiana na qasru na asu, kukitanguliza kile ambacho haki yake kucheleweshwa. Kukitanguliza kile ambacho haki yake ni nini? Mfano, kataqdim almaf'ul 'ala alfi'li, kama vile kumtanguliza mtendewa juu ya kitendo. Mmeelewa? Kwa sababu kitendo ndio inabidi kifanyaje? Tangulia mtendwa mbele aliyefanyiwa. Lakini tunatangulia tunamtanguliza kwanza aliyetendewa afu kitendo. Sawa? Na kwa mfano iyyaka na'budu. Ukibidi wewe na'budu iyyaka. Wewe ndio tunakuabudu. Allah as'alu

ni kumtanguliza nani? Jari na majrur, jari ndo nani na majrur ndo nani? nataka <tipati> eh? <tipati> nataka yakunasibisha, jari adate yakunasibisha, ya kujazimisha ya ndio sasa? Sasa nasema kujazimisha kujazishasa nasema kujazimisha. Ma alallahi tawakkaltu bimaana, unapoweka hii unakuwa kile kitu umekidhibiti kwa huyu tu, si mafahamu wa ilayhi

mefan uh, mm -hmm. Kuna maelezo mengine mengi ya kusoma hapo, lakini naona kisheke mm -hmm. Na hapo nitaka niwasomee maelezo mengine kama faida, kitawasoma siku nyingine insha Allah. sallallahu alayhi wasallam ala nabiyina Muhammad.